Mheshimiwa Rais, nilimsikia vizuri Mheshimiwa Waziri wa Maji, anazungumza kuhusu changamoto ya maji iliyokuwepo hapa Simiyu kwa muda mrefu, na sio siri, Mheshimiwa Rais, changamoto ya maji, changamoto katika sekta nyingine mbalimbali ikiwemo kilimo, miongoni mwa sababu zinazosababisha changamoto hiyo ni mabadiliko ya tabia nchi. Mheshimiwa Rais, utakumbuka changamoto ya mabadiliko ya tabia nchi ambayo madhara yake makubwa yanasababishwa na nchi ambazo zimeendelea, athari yake inatugusa sana sisi nchi yetu, na ndio ambayo inapelekea hata leo tukaona ma hali ya hewa isiyotabirika, ukame, mafuriko na mengineyo mengi. Lakini Mheshimiwa Rais, nataka nikupongeze sana wewe binafsi Mheshimiwa Rais, toka ulipokuwa waziri katika wizara hii na ulipokuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ulipambana kuhakikisha kwamba athari hizi za mabadiliko ya tabia ya nchi ambazo vyanzo vyake vikubwa ni mataifa yaliyoendelea kama nchi yetu tunafaidika nazo kupitia fursa mbalimbali, na katika kazi kubwa ambayo wameifanya Mheshimiwa Rais ni haya matunda ambayo kesho tunakwenda kuyaona kupitia mradi mkubwa wa maji ambao unatokana na fedha za mradi wa uhimilivu wa mabadiliko ya tabia nchi wa zaidi ya euro milioni mia tatu kumi na tatu zinazotokana na mfuko wa mabadiliko ya tabia nchi.